Taarifa ambayo imeendelea kusambaa sasa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ni taarifa ambayo inasemekana kwamba ajali imetokea ambapo timu ya Pamba Jiji kutokea huko Mwanza imeweza kupata ajali kuelekea mkoani Morogoro ambapo walikuwa wanaenda kucheza mchezo wao dhidi ya Kuluvi FC mchezo wa shirikisho ambapo ulikuwa umeandaliwa na CRDB. Sasa ukipitia peji ya Instagram katika peji ya Singida Black Stars utaona wameweza kuposti hiyo, wameweza kuposti ile hapa, gari likiwa unaliona jinsi li, livyopata damage kubwa, lakini baada ya hapo wakatoa pole zao, kwamba wanaungana na wafuasi wote na wadau wote wa mpira Kutoa pole zao za dhati kwa timu ya Pamba Jiji ambayo imepata ajali usiku wa kuamkia majira ya leo, na hii ndo habari ambayo ina trendi mpaka sasa kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Endelea kutufuatilia Dax Media ili baadaye tuje tukuletee chanzo cha ajali ilikuwa ni nini, maana mpaka sasa bado haijaelezwa kwa undani na kwa kina. Mimi naitwa Daudi Dax_Drizzy, hapa ni Dax Media. Endelea kusubscribe ili wa kwanza kupata habari zetu pale pindi zinapotoka.